Upasuaji wa mwili wa msichana wa umri wa miaka ishirini, Wanjiru Ng'ang'a, aliyeuawa kinyama na watu wasiojulikana katika eneo la Kiboronjo Subukia, wiki iliyopita umebaini kuwa alinyongwa. Kulingana na familia ya Wanjiru Ng'ang'a, ripoti ya upasuaji ilionyesha kuwa Wanjiru alikuwa na majeraha ya shingo. Wanjiru alionekana mara ya mwisho Alhamisi wiki iliyopita akitoka kazini eneo la Kiboronjo Subukia na kisha mwili wake kupatikana umetupwa kwenye kichaka siku iliyofuatia. Mwito wangu tu ni kwa serikali wafanye watu, watu, watu, watu, watu, jitihada, mpaka huyo msichana wangu apate haki na tena hata hicho kijiji chetu tuwe na usalama. Kabla haijaanza, daktari alikuwa anauliza swali ya kwamba katika shingo lake ni kama kulikuwa na vuta ni kuvute, ijapokuwa askari alikuwa anasema wakati walikuwa wanauchukua ule mwili walikuwa walikuta wadudu ambayo walikuwa wameshikilia upande wa shingo. Wakati tumeweza kutamatisha, daktari alikuwa anaonelea ni kama kufungwa hewa.